Mechi kamishna wa mchezo leo akiongoza jopo la waamuzi ambao watakwenda kusimamia sheria zote 17 za mchezo wa kandanda, jicho kutokea bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania, ambaye yeye taarifa yake itawasaidia bodi ya ligi pamoja na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania kuweza kuchambua mbivu na mbichi. Young Africans mabingwa mara nyingi zaidi, kikosini akionekana Djigui Diarra kwenye milingoti mitatu akionekana kwenye milingoti mitatu. Hamis Athumani Yasin, eneo la kushambulia akiwa anaonekana Darueshi Saliboko. Leonard Mkumbo ndo ambaye atapuliza kipyenga, eneo la katikati. Kocha huyu akionekana anafuatilia kwa karibu kwelikweli kile ambacho kitakuwa kinajiri na kuchukua nafasi asio Maksimo. Kwa hakika, amekuwa na kibarua kizito mno hii leo dhidi ya wananchi. Yanga Africans, pumzika kwa amani Ali Elia mkongwe, tutakukumbuka tutayakumbuka mema na mazuri yote ambayo umetuachia. Tutakuenzi na kukuenzi miaka dahari. Kipenga cha mwamuzi kimepulizwa, mbele kule juu sasa. Max mpia Nzengeli, moja mbili tatu, Max, hii hapa shuti ambalo alikuja sawasawa, linakwenda moja kwa moja kwenye himaya ya mlinda lango Hasin Athumani. Walitengeneza mpango ikafika ile kwa Dumbia pasi moja Hasanati ndani imefika fika Maxi Nzengeli Isra mwenda jaza ndani Dube <laughs> ozokomwitam Gaddafi ilitengwa cross moja hivi ikatua e kwenye kichwa cha Prince Dube Mpumelelo. Alikuwa mtulivu tu na Isra Max aondoka tena tena Pacome amepewa chakula na amekubali kwenda nje. Tazama Maxi pia Nzengeli alichofanya. Pacome Zouzoua kama anakwenda hivi, akaambiwa hebu kaa pembeni, akakubali ile. Hii ndiyo inaitwa Ahmed Hussein kwa Muhammad Dumbia, Prince Dube, Zimbwe na Mali imemiminwa ndani il egani mpira unakwenda nje ule aandike ah, bao la kutangulia kwa Yanga Africans, lakini isivyo bahati kwake na ilivyo bahati kwa KMC, mpira ule haukulenga lango na umekwenda nje, lakini alipiga kichwa mdondo kile na mpira ule ukachagua kwenda nje ya lango. Vyake vinaonekana oh, kama vinateleza sana, anaondoka Rashid Mohamed Chambo. Chambo huyo Chambo, babatiza bado yuko na mali tena. Chambo amepokwa umiliki wa mpira ule na Bakari Nondo Mnyeto Musa pigwa pasi moja Hasanati Muzi anasema offside, alijenga kibanda akihukumu kwamba Samson Nikodemos Mwaituka alikuwa karibu zaidi na mstari wa lango la wapinzani. Kuna mali Dube Prince Mpumelelo anaiacha tena kwa Zimbwe Maxi mpia Nzengeli Pacome Zouzoua Maxi mpia Nzengeli Maxi Nzengeli. Alikuwa mtulivu kweli kweli ndani ya box ndani ya kumi na nane. Akatulia akakamua ya kwanza, ile ya pili akamtazama mlinda lango wapi amekaa. Akaweka kubaya kule ambapo asingefika mlinda lango Khamis Yasin Athumani. Anaokota kunyavu Max. Uh, Amini Khamis Yasin Athumani na Maxi Nzengeli kwenda kurusha mpira ambao umejaa sawasawa kwenye mguu wake okay. Lakini hata hivyo, Diarra alisimama imara kucheza mpira mno na kwenda kucheza mpira ule.

Shuti la Darueshi Saliboko limekwenda moja kwa moja kuzama kwenye kamba baada ya mpira ambao ulichezwa na Rashid Muhamed Chambo. Mashabiki wa Afrika ni kama wameshika tama hivi, hawaamini hiki ambacho wanakiona. Tazama alipokuwa Darueshi Saliboko akatandika ile mbaya ile, ameweka kubaya we, Saliboko Saliboko we! Alitulia kwelikweli Alikuwa mtulivu, ana sanaa ya ufungaji. Mwingine angeweza tu kulibutua mpira ule, ukaondoka kwenye miguu yake. Watoza ushuru manispaa ya Kinondoni. Kipenga cha mwamuzi wa kati Katanga Hussein kinapulizwa kutoka Tabora. Piga mbizi katika bahari ya maarifa, nikupe simulizi. Dakika 45 za kipindi cha pili, mechi kati ya wananchi Young Africans dhidi ya watoza ushuru manispaa ya Kinondoni, timu ya KMC. Anamimina ndani kule Duba a umekwenda nje ule. Dube Prince alisafiri angani, mpira ule ukaenda ukatuama kwenye kichwa chake, lakini isivyo bahati, mpira ule hakuwa umelenga lango sawa sawa na umekwenda nje, akiengeza idadi ya mipira ambayo imekwenda nje ya lango. Maxi mpia Nzengeli, Yanga anakuja Pacome Zouzoua, ametengewa tena Maxi Nzengeli, Dube Prince, moja mbili tatu, ndani kule Pacome Zouzoua. Bado, Max. Ya apa, inaelelea tena Dumbia, nakataliwa nakaa vyema. Kina boys jaribu kucheza nyumbani kule. Sasa Redemptus Musa, pasi moja, hasanati ya ndani, moja mbili tatu, anamtabuza bado, mpira ule anakwenda anaumeza moja kwa moja tena. Kali, baki sekunde chache tu, Darueshi Saliboko afunge bao la pili kwake na kwa timu yake, lakini itihaa tutazama hii, moja mbili tatu Duke Abuya mpira Abuya. Amekwenda nje Duke juk Abuya Kenya, ambaye kusema kweli ameonyesha umahiri mkubwa sana tangu ametua kwenye ardhi ya Tanzania akijiunga na Singida baadaye akajiunga na wananchi wa Africans. Duke Abuya alifanya balaa kubwa sana kwenye ligi kuu Kenya Kap najaribu kuondoka tena, wao izra mwenda moja mbili tatu, mwenda weka ndani ile! Sasa Pacome! <coughs> ilikuwa ni shughuli ambayo ilianzia nyumbani kule uwani Celeste, yakuwa akaigusa mara moja, izra mwenda aliweka pasi moja hasanati, pasi ya viwango mno, inamkuta Pacome Zouzoua. The ball on the space, a man on the space, the ball on the net. Mlinda lango angefanyaje? Kuna maisha baada ya dakika tisini. Alijikutwa na alijikutwa anazongwazongwa na mazonge yale akauamuru na kuruhusu mpira ule moja kwa moja unakwenda kuzama kwenye kamba. Wananchi wanafurahi na wanapeta mchele, lile jina la Owen china <laughs> Alipata kutamba na timu kama Mbeya City. Mchezo ndani kule Celeste kwa amini boka yule alikwenda juu, lakini kwenda juu akauparaza ashit akaisaka boka na mpira ule ukawa umekwenda nje. Ta, Celeste kwa Boyeli, mwamuzi amefunika pale kwenye doti nyeupe sijamaliza hata kuzungumza habari za Andy Boyeli, Ibrahim Abbas Nindi akajikuta anamdhibiti sasa. Wakati anamdhibiti mwamuzi akatafsiri kwamba alimng'ang'ania na Boyeli chini, penalti moja, mbili, tatu, anafuta pumzi, anatulia. Boyeli, cool as you like. Boyeli, Celeste Ekwa aliweka pasi Hasanati ndani ile, na Andy Boyeli akawekwa chini ile na Ibrahim Abbas nini, mwamuzi akasema weka pale. Ibao la kwanza la Andy Boyeli kwenye Ligi Kuu ya NBC Tanzania bara. Kuna mali moja, mbili, tatu. Boka yeye na Lasso amemina cross, Boyeli kamata maridadi mno, ndio hivyo, akagomiwa njiani, bado anapambana. Abuya Chambo gambo, jaza ndani kule, Saliboko anabishana nao, mpira ule, piga kofi maridadi mno kwa Boyeli ndani ya kisanduku, imekubali ile, moja, mbili, tatu dukabuya huyu hapa Celeste mebatiza mpira ule huyu <todicumpe> hapa Celeste kwa kwa Boyeli kachea maridadi mbili na mlango <todicumpe> Hansi Masudi msonga kitafutwa Darueshi Saliboko, Saliboko, anayekamata Djigui Diarra sekunde tundizo zombazo zimesalia kuweza kuhitimisha kitatange hiki. Celeste kuwa yuko na mali. Boyeli. Boyeli! Ame <laughs> weka kwenye kamba Andy Boyeli! <laughs> msumari wa sumari wa nne zimekaa nne, bwana, kwenye neti ni Andy Boyeli akipokea utamu kweli kweli ya viwango mno kutoka kwa Celestia, kwa akasema, inaonekana mnijui vizuri nyinyi. Akausukumiza mpira ule moja kwa moja kwenye kamba. Boyeli mbili, Yanga 4. Watu wanapeta mchele namna hii. Dakika tisini nazo zimemalizika. Yanga 4, KMC moja.